Chomoza, a hub of hope. Uh, pole sana kwa kutusubiria uh, lakini sio mbaya, tuko hapa kwa ajili ya kuendelea na sehemu ya Mawazo uh, na Dokta yuko hapa kwa ajili ya kuweza kuanza na wewe kwa dakika chache tu ambazo tuko nazo mahali hapa. We are very sorry lakini tunaamini umekuwa uh, mvumilivu kwa ajili ya kuweza kutusubiri. Asante dkt. Karibu ndugu mtazamaji, tuwasalimu nyote kwa upendo wa dhati kutoka kwetu tim Chomoza. Leo ni siku nyingine, Bwana Mungu ametujalia kuwa hai na tuendelee kujifunza. Kumbuka tunaongelea mawazo, na tunatiririka hapo katika mawazo yanapopata wepesi na kasi mkubwa au dynamism ya kuzidi katika mahusiano yanayoitwa urafiki, na tulisema urafiki unaweza ukawa katika mazingira, kwa hali na kwa watu, au kwa mtu. Leo tukumbuke tunaongelea urafiki na watu. Ni muhimu mno kuzingatia urafiki ni ridhaa. Urafiki thabiti kati ya wewe na watu ni muhimu mno, na maana kuwa na watu karibu nawe Ukifiwa, ukiwa na harusi, ukiwa na sherehe, ukiwa na tatizo, ukiwa na changamoto, wakiwa wengi ni maslahi yako. Mtu wa watu ndiye mwenye mali. Kumbuka mali sio pesa, mali ni watu, kwani hazina kuu katika dunia hii sio benki, hazina kuu ni watu. Narudia, hazina kuu katika dunia hii sio benki, hazina kuu ni watu. Ukiwa na watu una hazina, ukiwa na watu umebarikiwa. Angalia zana inayoendelea leo haswa kidini, kidunia, kusambaratishana, kuvurugana. Watu wachache wana watu, na utakuta sehemu inaosambaratisha watu ndio watu wanarundikana pale, alafu wote waliorundikana pale wana bifu, wana uadui kila mmoja yuko singo kama yeye. Umoja ni nadra. Kumbe Bwana Mungu mwenyewe alishuhudia pale Mwanzo sura ya kumi na moja, watu walipokuwa na umoja, wana lugha moja, usemi moja, walidhamiria kujenga mnara wa Babeli. Waliinuka kabisa hadi juu. Mwenyezi Mungu aliona awa, kwa sababu ya umoja huu, basi wanaweza wakafanya chochote. Impossible haitakuwepo tena na katika dunia hii utaona impossible zinakuwa ni impossibility, inakuwa nyingi kwa sababu asilimia kubwa kati yetu tuna mafarakano, kuna vurugu, umoja hakuna, urafiki usipopatikana, pasipo na urafiki hakuna umoja. Kinachofanya Tanzania yetu kuwa kama tulivyo leo pamoja na changamoto mbalimbali mbali, ni kwa kuwa kwa Afrika Mtanzania anajengeka kwa urafiki, ukaribu ndio unaotembea na ukarimu. Zana hiyo ikiondoka, amani inaathirika kwa nchi nzima. Urafiki nchi zingine unapitana na unapishana, watoto wadogo hawakusalimii. Ukiwa mji kama New York unakutana mtu, tunawambia nawambia hai, atakupita atakushangaa, wewe ni nani? Lakini hapa unapishana mtu za saizi, habari kuaproach watu kuwa karibu. Zana hiyo ndio inaohudumisha umoja amani, kwa sababu inatembea na uhuru. Mtoto mdogo akikupishana na weshikamo naleta raha, unaipata Tanzania tu. Tumetembea nchi nyingi, watu wanafikiri kuna magic fulani, lakini ni urafiki, urafiki. Kumbuka, enzi zile miaka ya nyuma sana, tulikuwa tunafanya kazi na polisi jamii, kaka yetu mheshimiwa Kova na wakina Mwakaluka Lukwa, yani pale unaona picha ya viongozi, lakini wakuu wa polisi wanacheka, wanasalimiana, wanacheka kwenye picha. Unaipata hapa tu, undugu urafiki. Nao inabidi kuwa macho kuelewa urafiki wa maana na watu unatengenezwaje, ili mawazo yatembee kwa kasi, shida zako ziwe za kwao, shida zao za kwako. Kwani wote walio karibu na wewe huko pamoja nao, akiwa na shida ni shida za kwako. Lakini mara nyingi utasoma hiyo, unaweza ukawa umezungukwa na idadi kubwa, lakini ukiwa na shida sio za kwao, maanake una rafiki kati ya hao watu. Tunafanyaje kutengeneza mawazo yao na impact yenyewe ipasavyo kwa marafiki kwa watu marafiki. Tumesema kuna watu rafiki na kuna mtu rafiki. Au watu rafiki ni wale ambao wako katika close surroundings za kwako, wako karibu nawe, sio miili tu, bali mawazo yao yako na wewe. Urafiki thabiti aujengeki na umati wala na ener, kwa energy inayotoka kwingine. Urafiki thabiti unatengenezwa na mhusika wewe, ndiwe unayeweza kujua rafiki yako nani. Unfortunately, katika dunia hii bahati mbaya asilimia kubwa ya watu wanadhani wana marafiki zao rafiki wanawajua responsibility wajibu wa urafiki unatokea una, una kungine kuja kwako. Ndio maana wengi tunasalitiwa wepesi, tunaanguka na kuishia kulalamika na tunapokea nishati hasi, kwani wale wote wanao wahesabu marafiki zako kwa, kwa ridhaa ya kwao kwa nguvu ya kwao na mitazamo ya kwao, hawako kabisa na wewe kivile. kwa hiyo kwa sababu umewakubali, umewapa kibali, umeridhia kuwa nao, umati ule karibu nawe, ndio majanga yako. Kama Sulemani alivyosema, ukiwa na marafiki wengi, yani unaandaa majanga yako mwenyewe, mateso na shida. Alikuwa na maanisha usiwe na watu wengi karibu, alikuwa namaanisha jambo ambalo tutaliongelea leo. Una watu wengi wamekuzunguka unawawapa kibali kuwa rafiki unawakubali karibu nawe, umewapa fursa na ruhusa ya kukusafirishia mawazo yao kwa kasi. Ndio maana utakuta mtu ukiwa na mahusiano na watu wengi wengi, hata kuwaza kwako kutakuwa kuwa ukiwa nkaribu na, na watu wengi wengi. Kwa mfano, msherati aweze akawa stable kwenye mawazo yake? aikutana huyu anatembea naye, akikutana huyu yuko naye, aikutana huyu anakaa naye, anakutana watu wa namna hiyo, hawezi kuwa stable. Utasoma kwanza, attention yake ni ndogo, ni very low. Mshirati yoyote ana attention, anayetembea na yoyote anayekutana naye, una unakaribisha energy hasi na ni tofauti, kila mwanamke ukiwa naye unatembea naye, kila mwanaume ukiwa naye unatembea naye. Unavyotembea hivyo, unatengeneza mfumo wako kupoteza stability, kwa sababu ni energy ulizokaribisha kari maishani mwako na kufanya kuwa rafiki. Fuatilia vizuri tu, ukiona dunia ya sasa hivi ndio hali hiyo inakuwa tete, unaongea na mtu mwingine anaongea, ni bayana ya kuonyesha ujinga Akili inasomeka kwa usikivu. Mtu akiwa anaongea unasikiliza kwanza. Ukiona mtu ana idea za kwake ndio zinatoka haraka zina surface, asikii huyo mtu, maisha ya kwake mwenyewe yuko unstable, umsamee tu na awezi kuwa na akili, hata akiwa shule. Ulimwengu wa sasa hivi wa kelele nyingi, marafiki wengi, watu wengi, wakiwa karibu nawe Hakikisha unazingatia hii hapa. Ni mamlaka ya kwako kuafiki, kukubali mtu kuwa rafiki nawe. Usitarajie urafiki wa kwake kwako, soma wa kwako kwenda kwake. Soma wa kwako kwenda kwake. Unausomaje? Urafiki wa kwako ni hali, ni attitude. Wewe ndiye unaweza kumsogeza mtu karibu nawe. Usitaradie mtu akusogeze karibu naye. Attention yako ndio namsogeza awe karibu nawe, na mfano pekee tulio na Bwana Yesu, na mfano mwingine mfalme Daudi. Mfalme Daudi, baada ya kumu, kumshinda Goliati, alipata umaarufu. Alivyopata umaarufu maandiko yanasema kuna umati wa wengi uliambatana naye, na katika watu walioambatana na Daudi asilimia kubwa kati yao watu walikuwa wanadaiwa, majambazi, wenye kesi mbalimbali, waasi. Kwa lugha nyepesi, waliambatana na Daudi, wanaanza kumchombeza Daudi. Angekuwa mwasi, kumbuka, alifikia ufalme bila kuasi na alikuwa na nafasi kabisa ya kuasi na kuangusha madama, mamlaka na madaraka ya, ya Sauli Daudi, alichofanya alikwenda kuomba ushauri kwa mwenye hekima namna ya kuendelea na maisha, akiamua kuwaacha hao wote waliokuwa namfuata kwa sababu umati ule ya kuchagua yeye, walimchagua wao katika kufanikiwa. Na zana ya mawazo ndo maisha yenyewe. Inabidi ufanye kama Bwana Yesu Kristo alifanya. Alipofika alianza huduma, alipoanza huduma, yeye ndiye aliyeanza kuchagua, aliwachagua kumi na wawili, including Judas Iscariot, huyu Yuda aliyemsaliti Yesu na yeye naye aliitwa kwa mission hiyo. Hatuwezi kuwa judges kusema kwamba Juda ataenda jahanam. Mwana mpotevu alisomeka, lakini mwana mpotevu alirudi pia kwa baba. Mnakumbuka historia ya Luka. Bwana Yesu aliwachagua wote hadi ilipofikia wakati wa kumsaliti Yuda, alikuwa ameisha kula mkate ule Yesu aliweka kwenye divai, lakini hakuondoka. Ilibidi Bwana Yesu amkumbushie, unachopaswa kufanya, fanya sasa alimtuma Yuda mm, aende kuwajibika mm, ili misheni ikamilike katika wale kumi na wawili aliowachagua wachagua maanake hata Yuda asingeenda mm. Bwana Yesu aliulizwa na Yohana nani atakaye kusaliti? mm. Yesu alimwambia Petro ndio alimtuma Yohana amuulize ye alikuwa karibu sana mm. Akamwambia Yohana, nitakaye mpa mkate ambao nadumbukiza kwenye waini hapa mm, ndio atakaeniuza. Akadumbukiza, akampa Yuda. Yohana alikuwa tayari anajua ni Yuda, lakini Yuda yupo pale tu, aendi popote hadi Bwana Yesu alipomwambia unachopaswa kufanya, nenda fanya sasa hivi. Yuda alifanishwa kwa sababu ilikuwa wito wake. Mwingine alikuwa anauliza swali. Uh, niliona kwenye comment, niliripotiwa nikahakiki kwamba dokta naongea vizuri. Sasa wito wenyewe tunaujuaje? tutadevelop vyema siku nyingine tutakapoongelea mambo hayo yes. Lakini kwa kifupi, kwa kifupi kuhusu wito, ni shauku ya uhakika, shauku yenye uhakika ndo wito wako. Aliyeitwa inabidi aitikie, maanake wito ni kama, kama uh, wajibu kwako, jambo ambalo unaweza ukalijibia wepesi, ndo wito wako bila juhudi jitihada di wala msaada wa mtu. Unaweza ukasharpen hiyo kwa mafunzo na kadhalika, lakini una uwezo wa kutenda hivyo wepesi. Mwingine wito wake ni kuokoa watu, lakini kwa kuimba, utakuta unaweza kuimba wepesi, kwa hiyo unaweza ukapeleka meseji kupitia wimbo. Unafanya pia sawa na mashea mapadi na wachungaji, ni wito wito wako ni kile ambacho unakifanya bila jitihada bila effort, lakini unaweza ukajibu kwa hilo jambo. Kwa mfano, wito wa mwanafunzi ni kujifunza, maanake ana uwezo wa kuelewa mafunzo na kujibu maswali katika elimu. Ukiwa na wito, una uwezo wa kuwajibika katika sekta hiyo. Kwa kuwa muda leo, technical issue ilikuwepo kule Sio kwamba mzizani, dokta alitielewa nyumbani hapo, mke wangu anaweza kaanza kupiga hesabu sasa, huyu vipi? Nilifika tu kwa wakati, kulikuwa yes. yes. well, yeah. na tatizo nyingine na leo tuchelesha ni Arnold, tuweke sawa sasa. Arnold atapata shida, kwa bahati mbaya naye akujua akujuo, well, tu, so, tuseme ya kwamba tuta develop vyema, panapo majali wa next week hakikisha wewe unachagua watu wa kuwakaribisha wote wanaokusogelea wote wanaoishi nao ni wale uliowakaribisha, ni wale uliyekubali kuwakaribisha. Isipokuwa hivyo, la sivyo utakuwa unaingilika na kuingiliwa vibaya. Dawa yake fanya kama Bwana Yesu ili usije kawa na lawama nyingi. Watu wengi leo, brother Jimmy mwanangu Evans, ndugu yeah, mtazamaji Iwe ndoa iwe mahusiano, seminar tutatangaza hapa baadaye. Yeah. Iwe ndoa iwe mahusiano iwe kikazi, watu ambao wamekusogelea wanaweza wakakuangusha wepesi, na wewe unaweza ukadecline wepesi kuliko wale ambao wewe umewakaribisha. Ukifuatilia katika mahusiano, utaona asilimia kubwa ya wanandoa wamekaribisha watoto, lakini wao wenyewe mume na mke hawajakaribishana, wamebahatika tu kwa pamoja zamira ile inasomeka ndio jaribio. Utakuta watu wanapeana taraka lakini hawatariki watoto, anajipenda anajifanya napenda, napenda, napenda mtoto sana, lakini mzazi mwenzako aliyefanya uitwe baba uitwe mama umtaki, na yule mtoto ni picha yake pia. What does that mean? It means wewe una uhakika ulikaribisha mtoto maishani mwako, lakini mwenza wako ukumkaribisha, ilikuwa bahati tu mmekutana mahusiano yameanza kwa hisia, mkaenda bila kuelewa. Yeyote ambaye wewe umemkaribisha hata akikosea namna gani, utakuwa na uwezo wa kumudu, kwani utakuwa nasoma nafasi yako kumweka sawa kuliko nafasi yake kujiweka sawa au kukuweka sawa, sawa na tunavyotazama mtoto. Tumefika mwisho kwa leo, tutaendelea hapo hapo ah, panapo majaliwa powerful. Na Bwana Mungu atujalie mm. Tuna sini. tuna semina tuna semina tarehe ishirini na saba. Tunawakaribisheni, nawe pia uwe balozi. mm. Kuna mambo mengi katika dunia hii, watu wamekata tamaa, watu wengi wamekatia mahusiano tamaa. mm. Wanadhani mahusiano ni kwa mwanaume na mwanamke tu, kumbe mahusiano ofisini, kama mfanyakazi, kama bosi, kanuni zake ni zile zile. Mahusiano ni maisha, yeyote aliye hai anahusiana na asipojifunza kuhusika, kama tutakavyojifunza Jumapili ya tarehe 27 mwezi huu, hapo Sinza katika ukumbi wa Lulu, Mapambano. Hapo tangazo linaongea clean kabisa. Kiingilio kinasomeka pale, zinaonekana zile zimekatwa kabisa, juu ya sio kwa gharama ya maisha yako. Inabidi uje pale, ni maandalizi ya maana kwa ajili yako. Watakaohudhuria wanajipenda. Najua umelalamikia pia shida zako sana Umekata tamaa hebu ndio kwanza tujifunze, kwani maandiko yanasema mtaifahamu kweli na kweli itakuweka ita huru. Karibuni tarehe ishirini na saba mwezi huu ap, Aprili tutakuwa wote pale mapambano Sinza kumbi Lulu Social hall namba, naweza nikakutajia japokuwa nauona pale kwenye skrini yako ya mawasiliano sifuri saba nane nne hamsini na saba sifuri tatu sifuri sita pili. sifuri, saba, tano, nne, hamsini na saba sifuri tatu sifuri sita. Kuna namba na maelekezo yote yako pale tu, tunajua tutaelewa namna gani ya kufanya ili tupewe kadi yetu ya kushiriki tarehe 27 hapo Sinza. Karibuni nyote. Ulikata tamaa? jaribu safari hii, tujifunze kweli, naweza kakuweka huru. Tuwapenda daima. Ee hey, Bwana ibariki Tanzania na uongozi wetu wote, dumisha amani, upendo na mshikamano, michakato yote utangulie, na undugu wetu uhuru huo udumishwe nawe yes. Bwana Mungu abariki Afrika na uongozi wake wote, kuanzia East Africa Community. Bwana Mungu abariki ulimwengu wote Bwana Mungu abariki Clouds Media Families na uongozi wake wote. Bwana Mungu abariki Chomoza na uongozi wetu wote. Bwana Mungu akubariki ndugu mtazamaji mpendwa, na wakwako wote, towapenda daima